Hawa madiwani hawa wamenipa kituo cha afya milioni mia tano ambacho tunaenda kukijenga hapa Nyanguku. Sasa ombi langu kwanza, gamba nipendi tukajenge kituo cha maana ya majengo, naomba tukajenge kituo cha afya kwa maana ya huduma, tukawalete upasuaji pale madaktari bingwa. Najua unajua kwa sababu kazi hizi haujazianza leo, mimi najua misauzi tutaijenga hapa lakini natamani sana, natamani sana huduma za kibingwa kwa ngazi ya kituo cha afya zifanyie Nyanguku. Mheshimiwa Mbunge, ukinifanyia haya, na wananchi hawa wataendelea kuwa na imani na serikali yao. CCM oye! Kwa leo, kwa leo nisizidishe mzigo sana kwa mbunge, maana unapongea sana mwisho wa siku atashindwa cha kukupa. Mimi leo naomba kwa niaba ya watu wangu wa Nyanguku, maombi matatu. Ni utatu mtakatifu, na utatu mtakatifu ni diwani, ni mbunge na rais, na diwani wenu ameomba ma ma maombi mangapi? Matatu. najua yataenda kutekelezeka. Nyanguku oye! Mheshimiwa Ngole amezungumzia huduma ya, ya kibingwa tunayo kweli tunazo zahanati zimejengwa, na hapa tulipo Nyanguku kulikuwa na zahanati hapa tunapozungumza, tayari imetoka milioni mia tano kwa ajili ya kujenga kituo cha afya. Mimi na Ngole tunaenda kusimamia na kufuatilia na kuhakikisha hicho kituo kinajengwa kwa haraka ili kiwasaidie watu wa Nyanguku, na operesheni zifanyike hapa hapa Nyanguku. Mheshimiwa Ngole, hata kama hatutaanza mabingwa kuja kukaa hapa, lakini angalau tutaweka utaratibu ambao mabingwa wetu kutoka kule hospitali ya rufaa, lakini hata mimi mwenyewe mabingwa wangu kutoka kwenye hospitali yangu pale, watakuwa na utaratibu wa kuja angalau kama ni mara moja kwa wiki, au ni mara moja kwa wiki mbili, au mara moja kwa mwezi. Tutapanga utaratibu na watu wanyanguku watibiwe kwa Mheshimiwa diwani, hilo la kwako limepokelewa na linawezekana. Tutakuwa tunaleta mabingwa na nyinyi, mabingwa wakija tutawatangazia na itajulikana na lini wanakuja ili watu wote waende wakaone mabingwa kwa urahisi. Naomba tujipigie makofi. Kwa hiyo tutaendelea kusimamia kama alivyoomba hospitali hii tutahakikisha, si majengo ni, ni kituo cha afya kinachoenda kutoa huduma, tena huduma iliyo bora. CCM oye! CCM oye! Tunaelewana ndugu zangu, hiyo ndio kazi ya Nzagamba. Ikishapambwa, wangapi wataenda kupamba tarehe ishirini na tisa?